Mpendwa mtazamaji wa Precious Blood TV, karibu tafakari pamoja somo la injili takatifu. Somo letu linatoka katika injili ya Mathayo sura ya 5 aya 27 mpaka 32. Katika somo hili la injili takatifu Yesu anatukumbusha kwamba yale mazoea mabaya au zile tabia ambazo zinatupelekea sisi kutenda dhambi tunapaswa tuziache. Tabia hizi na maelekeo haya yanafananishwa na moja ya viungo vyetu ambavyo kila mmoja anavyo pengine ana inaweza kuwa ni mkono, pengine mkono unao ukikosesha kutenda dhambi ukate, pengine ni jicho linakosesha kutenda dhambi liondoe, pengine ni mguu unaokosesha kutenda dhambi ukate. Yesu hamaanishi kwamba tuviondoe na kuvikata hivi vitu kwa maana ya moja kwa moja, bali anatukumbusha kwamba vile vitu ambavyo tumeshikamana navyo, ambavyo hivi vinatupelekea sisi kutenda dhambi, vile vinavyoharibu mahusiano mazuri kati yetu sisi na Mwenyezi Mungu, tunapaswa tuvikate na kuviondoa. Katika somo la Injili takatifu kutoka Injili ya Yohane sura ya kumi, Yesu anavyofananisha anavyojifananisha yeye mza, e, kama mzabibu nasi tu matawi yake, anatuambia tawi lile linalozaa Baba yake hulitunza ili liendelee kuzaa zaidi, lakini lile tawi ambalo halizai hulikata na kuliteketeza moto. Maana yake ni kwamba katika maisha yetu sisi tunapaswa tuna kuwa na muunganiko wa moja kwa moja na Mwenyezi Mungu, kwa mfano wa mzabibu na matawi yake. Muunganiko wetu huu lazima usadifu, eh, hitaji letu la kuwa na Mwenyezi Mungu. Kama kuna kitu kinatufanya sisi tutengane na Mwenyezi Mungu, au ni tabia mbaya, au ni mienendo mibaya, au pengine ni vishawishi na vilema vya dhambi, na napaswa kuvikata na kuviondoa. Na kazi hii ya kukata na kuondoa ni kazi inayouma. Fikiri unakata na kuondoa mkono wako, au fikiri unangoa jicho lako, au unaondoa jicho langu, linaleta maumivu. Ndivyo ilivyo vile vitu ambavyo pengine vinatupelekea kutenda dhambi, pengine ni mazoea ambayo tumeyazoea sana, ni vitu ambavyo tumevizoea sana, ni ngumu pengine kuviacha. Katika kuviacha lazima tuumie, lazima ituumize. Hivyo ndugu zangu, leo tumombe Mwenyezi Mungu ambaye ndiye anayetupa nguvu ya kukata na kuondoa yale yote yanayotutenganisha sisi na Mwenyezi Mungu. Ndiye anayetupa nguvu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu ya kuacha mazoea mabaya ambayo yanatutenganisha sisi na Mwenyezi Mungu. Huko ndiko kukata na kuondoa viungo au yale vile vitu tulivyoving'ang'ania, ambayo vinatufanya sisi tushinde kuzifuata amri za Mungu, tushinde kufuata amri za Kanisa na tushinde kuunganika vizuri na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atusaidie siku ya leo, kila mmoja kwanza atambue ni kipi Kinanifanya mimi nashindwa kuunganika vizuri na Mwenyezi Mungu. Lakini pia atupe nguvu ya kuacha vile ambavyo pengine tunavipenda lakini vinatupelekea sisi katika uharibifu. Mwenyezi Mungu atubariki na atupe nguvu hiyo ya kupenda kuzifata na kuzishika amri za Mungu ili daima tuweze kupata uzima wa milele. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.